Ukiwa unapitia nyakati ngumu kwenye shako ambayo si zingine, huwezi hata kumwelezea mtu, basi fanya hivi. Chukua Biblia yako na notebook, nikuelekeze. Fungua Daniel sita kumi. Biblia inasema Daniel alivyogundua kwamba mfalme ameshaipitisha sheria, Daniel aliingia chumbani kwake akapiga magoti akamshukuru Mungu. Hii sala utakwenda kuisali mara tatu kwa siku, lakini jambo la kuhakikisha ni kwamba kwenye hii sala usilalamike na wala usilie. Ngumu, najua, lakini jitahidi. Unachotakiwa kufanya ni kumshukuru Mungu, na ni lazima utapiga magoti, utaisali hii sala itakapofika saa 11 asubuhi, mara ya kwanza. Utakuja kuisali tena saa tisa mchana, mara ya pili, and then utamalizia hii sala saa tano usiku. Utafungua Zaburi ya mia moja na tatu, utaisoma yote, ambacho linakuhakikishia Mungu atakuja kukutoa tu kwenye hali, atakupa tu breakthrough katika njia ambayo wewe mwenyewe hutategemea.